Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alsalatu wassalam ala rasulillah. Ikhwani zangu, ama anwani yangu leo hii inasema kumjua mke au mume, nani kati yao ni tasa, siezaa eh? Mara nyingi tumekuwa tukizoea kwamba mwanamke ndiyo ana tatizo ya changamoto ya kuto kuzaa, lakini ikumbukwe pia hata mwanamume anaweza akawa ni sababu ya kuto kuzalisha. Sasa kipimo chetu cha kuweza kumjua huyu mwanamume, mbegu zake zinatosheleza kuzalisha au haziwezi kuzalisha. Yaani, hii tatizo la kuto kupatikana mtoto ndani ya nyumba ni tatizo lake huyu mume, au tatizo la kuto kupata e, mtoto ndani ya nyumba ni tatizo lilopo kwa mke. Nisikilize hii, chukua hii, nadhani ulikuwa haunayo, nakuachia hii kama sadaka yangu kwa idhini yake Tabaraka wa taala. Unacho, unapotaka kulijua hilo, Embu nenda masokoni, nenda masokoni katafute kitu kinachoitwa e, tajina eh, Subhanallah. Katafute nini, ile chungu cha udongo, chungu cha udongo chekundu eh, pata chungu cha udongo kilichokuwa chekundu. Ukipata hicho chungu cha udongo au kilichotengenezwa kwa udongo mwekundu tuseme an yani. Mm. Ukisha ipa na kiwe kipya yani, kisiwe huko umeenda kukinunua kimetumika, hapana, kiwe ni kipya na ambacho hakija hakijamwagiliziwa maji ndani yake au hakijaroa tuseme yani eh. Ukishakipata hito, fata utaratibu huu siku miongoni mwa masiku, wewe na mke wako mtakapoamua mwingie katika kuikamilisha ndoa yenu ndani ya siku hiyo, basi wakati mnatenda ile ndoa yenu, kile chungu kiwe pembezoni hapa eh, kisiwe mbali nanyi, pia kiwe hapa ba. Kwa hiyo mtafanya jambo lenu, tendo lenu kwa uzuri kabisa yaani, lakini itakapofikia sasa, huyu mume anataka kushusha mbegu zake basi ashushie ndani ya kile chungu, ashushie ndani ya kile chungu. Atakaposhusha katika, katika kile, kile, kile chungu sasa, hapo ndipo panapokuja dalili na dalili ni hizo mbili tu. Twasema hivi, kile chungu kama kita, kitaweza kunywa yale manii eh? Yani yakazama yaka, yaka, yaka, yaka, yaka ndani ya kile chungu yakakaukia yaka, yaka, ndani kwa ndani, kama jinsi unawe, una, wale wanaomwagilizia matofari ya ya brok, nadhani unajua kwamba akimwagilizia maji unakuta lile tofali na linanyonya yale maji yanazama ya na ndani. Na ndivyo hivyo, hicho chungu kama kitakuwa yale, yale zile mbegu zitafyonzwa na kuingia ndani, basi tunasema tatizo hilo lipo kwa mwanamke. Na kama zile mbegu hazitofyonzwa baada ya kuwa zimewekwa kwenye chungu kile, e, zikawa zipo tu juu vile vile, basi tatizo hilo ni la mwanamume. Hiyo huna wallahi, ni mujarabu e. Na ukitoka hapo, hata nenda hospitalini utakuta hivyo hivyo. Kapime vipimo hata vya kizungu, utakuta kipimo hiki kinakwambia vile vile. <laughs> Subhanallah. Kwa hiyo wakati mwingine tusianze kurumbana ndani. We uzai unajaza choo na mawifi nao, wakishasikia kwamba wakishaona wifi yao amekaa mwaka miaka miwili mitatu hazai, basi unatujazia jo namna ni mtoto kae tu kafa asitamtafutia mwingine mambo. Subhanallah. <laughs> Sasa kumbe tatizo unaweza ukakuta ni la mume na kile chungu kinaweza kampa ni e, kipimo tosha kabisa cha kujulisha nani mwenye shida katika hawa wawili, ili tuweze kupata kuwasaidia, kwa idhini yake Tabaraka. Hata kama ni mke basi aweze kutibika na kama ni mume aweze kutibika. wengi, kutumia, kwa sababu waume wengi hawapendi kutumia dawa za kuwatibia kwamba e, kwa maana ya kwa, kwamba kwa wanaweza wakawa wana tatizo la e, kuto kutungisha mimba, bali wanaume asilimia kubwa hujiona kwamba wao wamekamilika katika hali ya namna hiyo inshaallah, basi mimi, hiyo ni faida yangu, ni kuachie wewe <coughs> ama cha kumalizia niseme mimi Shekh Khamisi Sulemani na nyumba ya tiba na dua, kwa ujumla wetu tupo tayari kuwafanyia dua eh, watu wenye matatizo, wenye mazonge, wenye mitihani, wenye madhila kadha wa kadha eh. Karibu ndani ya nyumba ya tiba na dua, tuinue mikono tumwambie subhana wa taala, lakini pia sisi nyumba ya tiba na dua na Shekh Khamisi Suleimani tunatibia kwa tiba hizi zetu za kisunna kwa shida ya maradhi yoyote yale, hebu tufikishie kwetu, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakutibia kama tulivyoelekezwa katika kitabu na sunna ya Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Inshallah, ni kuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.